Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu inakusudia kuanza uhakiki wa uchunguzi wa wanufaika wote waliopata mikopo katika mwaka wa masomo wa 2016 2017 ili kubaini wanufaika wasiokuwa na sifa stahiki. Zoezi hilo linakwenda sambamba na uhakiki wa taarifa za wanufaika wote wa mikopo wanaoendelea onaendele na masomo ili kubaini uhitaji wao wa sasa, na wale watakaokutwa na hadhi zisizo stahili wataondolewa na sifa ya kupewa mikopo na kulazimika kurejesha kiasi chote watakachokuwa wamepokea. Kwa taarifa zaidi, tujiunge na David Ramadhani. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Bwana Abdul Razak Badru, uhakiki huo unatarajia kuanza mwezi ujao, likienda sambamba na kupokea taarifa za rufani za waumbaji ambao wakuridhika na matokeo ya upangaji wa mikopo katika awamu ya kwanza. Ikiwa katika kufanya uhakiki huo, e, mnufaika atakutwa na sifa ambazo sio stahiki za, ku, za kupata mkopo mkopo, wake ataondokewa na sifa ya kuwa na mkopo Hizo taarifa tutazama na kama nilivyosema wakati ule mwanzoni, tumehuisha ada za shule na tutakuwa tunatizama taarifa zote zinazohusu kila kila kila mkopaji wetu, na hii kazi tutaifanya kuanzia hii Novemba. Akielezea wa wa kwa waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuhusiana na vigezo ambavyo vimetumika kuwapatia mikopo katika awamu ya kwanza wanafunzi 20391 wa mwaka wa kwanza, mkurugenzi mtendaji bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu anaeleza zaidi. Tuna kitu tunakiita uhitaji, na huu uhitaji tunautizama katika eh, makundi kadhaa. Kwa mfano eh, tunatizama uhitaji wa watu ambao eh, wale waombaji ambao ni mayatima ambao wamefiwa na wazazi wao. Kwa hiyo hiki ni kigezo kikubwa sana ambacho kimetizamwa mwaka huu kwamba wale waombaji wote ambao wamepata sifa waliodahiliwa na TCU wale ambao wamedailiwa na TCU, kama unafahamu mwaka huu eh, takriban elfu hamsini na nane. Miongoni mwao wale wenye ulemavu ni kigezo kinachotazamwa. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imebainisha kuwa upangaji wa mikopo kwa mwaka wa masomo wa 2016-2017 umezingatia bajeti ya shilingi bilioni 483 iliyopitishwa na Bunge kwa ajili ya kuwakopesha jumla ya wanafunzi laki 119,012. Kati yao wanafunzi 25,717 ni wa mwaka wa kwanza na wanafunzi 93,290 na watano wanaendelea na masomo katika taasisi mbalimbali nchini. Kutoka Dar es Salaam David Ramadhan.